Kuna ndoa za Kiislamu anaruhusiwa kuoa mke wa kwanza wa pili wa tatu wa nne kulingana na uwezo wake, lakini za Kikristo mke ni mmo, mke ni mmoja, hakuna ndoa juu ya ndoa nyingine. Tuko pamoja? Tumekutana na kesi za namna hiyo, mtu amemwacha mke wa kwanza lakini hajavunja ndoa, wadada, tunaelewana? Hajavunja ile ndoa, ameenda ameoa mtu mwingine wameendelea na maisha, wamezaa watoto watano na huyu wa pili. Alafu baadaye huyu wa pili anaenda kuomba talaka. Hamna talaka hapo kwa sababu hakujawahi kuwepo ndoa katikati yao, tunaelewana. Na asipokuwa makini atakosa kila kitu. Kwa hiyo mtu akitaka kukuoa kama wewe ni binti, fuatilia kwanza uone ana ndoa na kama ameiacha kama ni ya Kikristo akuonyeshe taraka ile. Taraka huwa inasajiliwa RITA. Ukisha isajili sasa, kazi imeisha, tunaelewana. Ndoa itakayofuata hapo itakuwa mujarabu, haina shida.